Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa na TEC manane, lakini ukienda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwahiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwaiyo niseme kwamba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 Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu? Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri, mpaka kule vijijini, hilo kosa letu? Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakua mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu? Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike, na watu wafurahi, hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anaoongeza, anayeongoza tustahamili tu, tu. Mioyo yoyote imeombwa na stahamili, demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo, awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa? Sa kama humpendi Samia hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo, nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu, kwao. Niwaombe sana zile sumu zinazotiwa huko Mnapotiwa sumu, tumieni akili zenu. Najua hakuna hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki akija mwingine na zuri ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu.